Kwanza tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama mpaka sasa, pamoja na harakati zetu hizi za zazokuwa nazo za kampeni. Na pili, naomba niendelee kuwashukuru viongozi na wafuasi wetu mbalimbali mbali, kwa kuendelea kushughulikia mambo mbalimbali yanayohusu mchakato wetu wa uchaguzi. Ndugu viongozi, ndugu wanachama na wafuasi wetu na wananchi kwa jumla katika mikutano yetu ya mwisho ya kampeni ya ufungaji ule wa Tibirinzi na wa Kibanda Maiti hapa Zanzibar, kulikuwa na jambo moja ambalo tulisema tutalitolea maelezo na maelekezo, nalo ni kuhusu kura ya mapema. Tulikubaliana kuchukua hatua hizo kwa sababu tulihisi kwa mazingira yake tulihitaji kushauriana na vyombo na taasisi mbalimbali mbali, na hasa mamlaka za nchi katika namna au kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zile ambazo tunaona zilijitokeza. Nina furaha kuambia kwamba baada ya kushauriana na vyombo hivyo na mamlaka za nchi naomba ni eleze yafuatayo. Kwanza, tumekubaliana kwamba zile changamoto za msingi ambazo zilikuwepo na ambazo, la kwanza ni kuhusiana na eh, uwazi wa orodha ya wapiga kura ambao wengi imewashangaza sisi, imetushangaza kwa sababu ina wapiga kura kwanza wengi hamna picha na pia wengi wanaonekana kwamba hawahusiki na upigaji wa kura ya mapema kama ilivyoelezwa katika sheria. Na jambo la pili ni kuhusiana na uh, usimamizi wa kura ambazo zitapigwa siku ya uchaguzi wa mapema. Swala kubwa lilikuwa ni kwamba kura hizi zitahifadhiwaje ili kuweka uwazi wake na credibility yake, lakini na la pili kwamba zita kutakuwaje na uhakika wa kwamba ni kura kweli zile ambazo zimepigwa zime... Sasa mambo haya mawili kusema kweli yalikuwa ni changamoto kubwa sana. Baada ya kukaa na vyombo, baada ya kukaa na mamlaka za nchi, tumekubaliana mambo haya mawili, kwanza kwamba orodha itapitiwa kwa umakini, ili wale tu ambao wanahusika na upigaji wa kura ya mapema ndio wapige kura ya mapema. Na la pili, kwamba baada ya kupigwa hii kura ya mapema kura zihesabiwe, kila mtu ajue matokeo, lakini matokeo haya hayatokwenda kutakaswa. Sasa baada ya ku, ku, ku, ku kuzipitia changamoto hizo na kupata maelekezo hayo ambayo tumeyapata uongozi wa chama chenu umeridhika kwamba ili kuepusha vurugu ili kuendelea kufanya uchaguzi huu kwa amani, na kwa sababu pia baada ya kuzingatia kwamba wenzetu hasa wa Chama cha Mapinduzi uchaguzi huu ni wazi kwamba umewashinda, na vurugu yoyote kwao wao itakuwa ni kichaka cha kuweza kuharibu uchaguzi ambao ni wazi kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo kinakwenda kushinda. Kwa hivyo ili kuepusha yote hayo tuwaombe la kwanza, kesho siku ya uchaguzi wa kura ya mapema, wale wanaohusika tu na kura ya mapema ndio waende vituoni. Mawakala wetu wagombea, maofisa wetu wanaosimamia, pamoja na waangalizi na wengine ambao itaonekana kuna, kuna haja na wao kushiriki katika, katika vituo kwa mujibu wa sheria hawa tunawaomba waende ili waende wakasimamie kura hii ya mapema, wakiwa na lengo la kuhakikisha kwamba sheria, taratibu, kanuni zinafuatwa katika kura hii ya mapema; na pili, kuhakikisha kwamba hakufanyiki udanganyifu wa namna yoyote; na la tatu, kuhakikisha kwamba hakutokei vurugu ya namna yoyote tukizingatia haya, tunaamini kura ya mapema itapita kwa salama na bila athari yoyote kwa chama chetu, na pia katika, katika uchaguzi huu, tunachowaomba wananchi, tunachoomba wanachama wetu, tunachoomba viongozi, tuendelee kusimamia usalama, tuwe watulivu, tuwe na amani, tuepuke ku pelekeana maneno yaliyokuwa ni ya uvumi ya uzushi na taarifa yote. Jambo lolote lile ambalo litatokea katika vituo vya kupigia kura ambalo ni kinyume na sheria, kinyume na taratibu, tunaomba wahusika waliripoti kwa viongozi wao haraka inavyowezekana, ili tupate kulichukulia hatua. Mwisho ni chukue fursa hii kushukuru vyombo ambavyo tumesaidiana navyo katika kuhakikisha tunalipita zoezi hili kwa salama, na nizishukuru mamlaka za nchi na viongozi ambao kwa dhati wamekubali kwamba tufanye kazi pamoja ili hili tulipite kwa salama. Naomba tuende tukasimamie kura ya mapema kwa salama, kwa amani na kwa taratibu eh, zilizopo za nchi niwaombe na viongozi wenzetu wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine tuchukue dhamana zetu kama viongozi.